Mwaka wa elfu mbili ishirini na saba kwengeneko. Seneta wa Nandi Samson Cherargei ametaka idara ya ujasusi DCI na wizara ya masuala ya kigeni kufanya uchunguzi zaidi ya vifo tatanishi vilivyotokea katika mataifa ya kigeni ili familia zipate haki kwa wapendwa wao. Akizungumza katika kijiji cha Bele Kenya, eneo bunge la Chesumei, kaunti ya Nandi, kwenye ibada ya mazishi ya Felix Limo ambaye alifariki kwa njia ya tatanishi nchini Qatar. Cherargei amesema zaidi ya wakenya 200 wamepoteza maisha yao katika mataifa ya kigeni katika mazingira yasiyoeleweka. Ministry ya Foreign Affairs na Diaspora watusaidie. Kwa sababu for the last five years tumepata maafa in the Middle East na diaspora ya watoto wetu 254 deaths which are unexplained. I want to challenge DCI and Ministry of Foreign Affairs with other countries like Qatar, like Saudi Arabia, anywhere even UK and US and Australia and diaspora across the nation. Nataka tuulize kama watoto wetu waliokufa nje za nje na hatujaambiwa sababu ni nini. Tunataka serikali watuambie walo watoto wetu wanaangamia ng'ambo. What is the reason? What is the cause? na kama kuna mtu alihusika kwa vifo ya hawa watoto wetu lazima washikwe na wafunguliwe mashtaka. Naam, mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka.